Unaweza mkawa na usiri, lakini mkaingiliwa. Kuna vita sasa hivi ya mitandao, cyber hacking, cyber security. Inabidi tuendelee kuimarisha, tujiimarishe sana, kwa sababu sisi ndo tumebeba roho ya ya nchi, kwa maana ya taarifa zetu zote ziko kwenu. Kwa hivyo tujipange, katika moja ya maeneo tutapeleka watu wetu kusoma zaidi ni kwenye masuala ya cyber security ili kuungana na kikosi cha kikosikazi cha serikali ya e-government, kuhakikisha kwamba taarifa zetu zinakuwa salama na kuna jambo ambalo litapenya, ambalo au litaingizwa, maana yake wanaweza kukuembarrass tu, wakaleta taarifa fulani au picha pornographic wakaingiza kwenye kwenye page yenu ya institution ni aina madhara, lakini inavunja ile credibility na mnaonekana mko dhaifu katika ulinzi wa wananizen. NBS inaendelea na utekelezaji wa awamu ya pili ya mpango kabambe wa kuboresha na kuimarisha takwimu nchini. Kama nilivyosema awali, lengo kubwa sisi, pamoja na majukumu yetu, lakini pia tuna jukumu la kuratibu. Kwa hiyo, hapa sasa katika uratibu tunaweza kukusanya, lakini pia kwa kuhakikisha kwamba pia tunaweza kuwajengea uwezo wa takwimu wote nchini kutoka kwenye mifumo yote LGA na NBS. Kwa hiyo tunaweza kusema mpango huu umekuja kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya kazi, lakini tunaboresha pia ile professionalism kuhakikisha kwamba watu wanaweza kufanya kwa kuzingatia vigezo vya kitaalamu ambavyo vimewekwa kimataifa. Wafanya kazi mjiunge kwenye chama tawi, nimesema mara nyingi sana. Nadhani hili swali msilizalau. Leo mkiwa vizuri namna hii, mnafikiri mko vizuri. Dunia inabadilika, utakuta kesho wewe ni muhanga. Sasa utakwenda utadilia wapi kijiwe? Na gharama za kuwa mwanachama si kubwa za kutisha hivyo, kwa sababu baraza hili la kwenu hili sasa ndio roho inayounganisha management na nini na wafanyakazi. Sasa wewe unaongashaji wakati sio mwanachama. Kwa hiyo ni muhimu sana jamani, mfanye hivyo. Kuna mambo haya ni ya muhimu, msiadharau. Tunapoishi katika dunia, tunaishi kwenye mfumo. Ukiwa nje ya mfumo, umejiweka mwenyewe peke yake huko. Utakapojaribu kulalamika baadaye, ni kulilia maziwa yaliyomwagika, hata kusaidia